Pale ambapo panahitaji. E, zamani tulikuwa na shida shida ya masuala ya, ya kuchunguza ya kushtaki yote yote kwenye taasisi zetu hizi, kila taasisi kulikuwa na vikwazo vingi mpaka jambo liweze kutokea. Tulifanya marekebisho hayo, na sasa kama kuna eneo lolote mnaona lina dosari ya kisheria, ya kiutawala na kwamba inawakwamisha kutimiza majukumu yenu, semeni yarekebishwe. <coughs> Mheshimiwa Rais alishasema pasiwepo na sheria yeyote ambayo itakuwa kikwazo cha kutimiza majukumu ambayo yana manufaa mapana kwa maslahi ya taifa letu. Kama kuna jambo katika utekelezaji wenu wa kazi mnaliona aidha, kisheria ama kikanuni ama kimuundo linawakwamisha kutimiza kikamilifu majukumu yenu, semeni ili tuweze kuhakikisha inafanywa kazi ili mtimize majukumu yenu vizuri na kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hamsini na mbili kipengele cha kwanza jukumu la udhibiti liko kwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na mheshimiwa rais, ilimpendeza akanituma nisimamia hilo. Leteni kama kuna jambo linalokwamisha la kisheria la kikanuni, leteni tulirekebisha ili tuweze kuhakikisha tunatimiza majukumu ipasavyo. Mheshimiwa Waziri, utakumbuka nilipotembelea sekretarieti ya maadili ya utumishi wa umma nilielezea uzoefu na nikasema mwashirikishe na TAKUKURU mtakapofanyia kazi hayo maelekezo. Na leo kwa kuwa niko hapa ninawaambia na ninyi TAKUKURU mshiriki. Kwenye sheria yetu ya maadili ya viongozi wa umma imeweka mkazo wa usimamizi wa haya masuala ya maadili kwa viongozi wa umma wanajaza zile taarifa, baada ya vile viapo wanajaza zile taarifa, viongozi wa umma wakiwepo mawaziri, wakiwepo wabunge, wakiwepo wakuu wa mikoa, wengi wengi kama, kama mnavyojua wanajaza na wakishajaza wanataja na mali walizo nazo, na baada ya mwaka kama mali imeongezeka, wanataja mali iliyoongezeka na chanzo. Viongozi wa umma viongozi hao wa umma wanaojaza hizo fomu na kutaja mali walizonazo, wengi wao, kama si yote, si maafisa mashuhuri, viongozi wa ni makamisatu ni viongozi wa kisiasa ambao kwenye sheria tumeshawawekea tayari, akiingilia akipeleka hata pua tu, anavunja sheria. maana yake nini? wapo wanaoshughulika na kukusanya fedha, wapo wanaoshughulika na kutumia fedha zilizokusanya na hao wao hawa, wengi wao hawajazi hizi fomu za maadili ya viongozi wa umma. Wao wako kwenye levo ya watumishi wa umma, wao wanajaza ahadi ya uadilifu na hawalazimiki kutaja wana nini wanapoanza majukumu hayo, hawalazimiki kila mwaka kutaja wameongeza kitu gani hawalazimiki kutaja chanzo cha hilo ongezeko. Sasa mi uzoefu wangu wa kuwa serikalini, sababu nimekuwepo na nimekuwa na bahati nzuri katika kukua kwangu, niko huku huku, nimekuwa Benki Kuu, nikatoka hapo nikawa naibu waziri wa fedha nimetoka hapo nimekuwa mambo ya ndani, nimetoka hapo nimekuwa katiba na sheria, nimetoka hapo waziri wa fedha. Najua, najua, najua u, najua humo serikalini najua dirisha la, la, la madirisha ya se, madirisha ambayo yana yana nyufa za fedha ya, ya umma kuweza kupotea kwa kiwango kikubwa, ni pale inapokusanywa na pale inapotumika, haipotelei hapa njiani. Huku kwingine huko kote ni huku kwingine huko kote ni mifumo tu, kote huko kwingine ni mifumo tu. Ndio maana kuna mwaka niliwahi kuwacheka watu, niliposti, siku moja nimeposti birthday ya ya katoto kangu kamoja chipukizi hivi, jamaa akasema amejaa dola zetu sasa, kanakutana nazo wapi? Kwa sababu ukishatoa World Bank na IMF inaenda benki ina, ina, inaenda ya dunia, ikitoka benki ya dunia inaenda halmashauri kule inakotekelezwa ama kwenye idara kule, kanakutana nayo wapi? Sasa ndio ni e, nzuri pia watanzania wakajua mifumo ya mambo ya fedha huwa inafanyikaje. Ni lazima tuzibe pale kwenye maeneo ya wale watu wanaokutana na fedha eh. Ile posti yangu hata Ridhiwani wewe iliwahi kukukuta enzi huko, mtoto wa rais Ridhiwani, Ridhi, Ridhi mtoto wa rais anakutana na fedha wapi? Yani fedha iliyoenda kiela inakutana naye wapi? Inakutana nayo wapi? Watu wajue, ni vyema watu, watu, watu wakajua hii mifumo na, na sijui, kwa sijui kwa nini sheria hizi ziliwekwa makusudi. Sijui ni makusudi ama kwa kuto kuielewa kwa nini ziliwekwa hivyo. Wale watu wanaokaa wanaokaa kwenye tender board, wale wanao wanaotengeneza mkataba